Mimi kwa jina naitwa Cosmas Robert Ngola, nakaa Mbagala Kuu. Mimi ni mfanyabiashara, nyumbani kwangu i na duka na genge barabarani, nilikuwa na kiwanda cha matofali. Siku ya tukio ilikuwa siku ya tarehe kumi na nne ya mwezi wa sita ya mwaka elfu mbili majira ya saa tatu usiku, hawa askari walikuja na vijana Mbagala Kuu. Baada ya hapo, ilivyofika usiku, asakabidi sasa Ndokaje kunivamia, askari walikuwepo wawili, aliyekuwa mkuu wa kituo kidogo cha Mbagala Mission pale, sasa hivi hicho kituo kimevunjwa, akipo tena pale. Alikuwa mkuu wa kituo anaitwa Afandi Abdalla, askari mwingine anaitwa PC Ayubu. PC Ayubu alikuwa na bunduki, yeye ndio alikuwa amevaa uniform Afandi Ayubu. Wakaja mpaka nyumbani kwangu pale wakazunguka nyumba hao, waliowaleta wengine walikuwa na mapanga pamoja na marungu, ambao ni vijana kule kule mpagala kuu wao, ndio wao ndio waliowaleta nyumbani pale kuja pale. Ikabidi wao wakazunguka nyumba ile, wengine yani wakaingia ndani, wengine ndani. Sasa mimi baada nilipotoka naenda pale nikauliza, ibani, mbona mmekuja kuingia ndani mimi vipi? Ambapo sisi hapa tumekufuata wewe. Nikamwambia kama mmenifuata mimi nyinyi, mmekuja paka dukani pale kwa nini? Yani mtu niambie paka dukani pale nakuja kuwauliza, mtenda nyinyi mshakuandaa mimi. Sasa nilikuwa na filimbi yangu mimi, nikatoa filimbi nikaweka mdomo, nikaanza kupiga kelele ya wezi, nikamwambia wao wezi, jamani wezi, watu. Sasa majirani walivyokuja, sasa yule askari alikuwa na bunduki, akanishika kwenye suruali hapa, mimi akanitoa nje, nitoa nje pale sasa, kundi la watu likawaliko nje pale, watu wanaangalia hivi, ndio wanakuta kuna jeshi la polisi na kuna askari polisi pale ana uniform mwingine kituo yule alikuwa kavaa kiraia, alioshika bunduki akaniwekea sasa. Alivyotelemsha bunduki ile sasa mkuu wa kituo alikuwa kashika waya. Akanichapa mgongoni mara mbili, mara tatu, kaja kanifikia mkononi hapo. Ni mfukoni nilikuwa na hela zangu shilingi elfu hamsini na tano na mia nane wakachukua. Mimi mimi nikawa naendelea kupiga kelele ya wizi tu. Jamani hawa wezi, hawa wezi, hawa wezi. Kwa hiyo pale mimi sikupata msaada wote kutoka kwa wale watu walionikimbilia. Pale kabili wale mimi wakaniacha. Wao wakaondoka. Walipoondoka mimi kutoka... wale... nikatoka pale nikaja kituoni, hichi kituo cha Maturubai, kipindi hicho mwaka elfu mbili. Hichi kituo cha Maturubai hapa ni kituo kidogo. Kueleza ile sakata ngambi, bwana, mimi nimevamiwa na mapolisi kwa pamoja na na na majambazi. Mimi bado nimezungumza hivyo, pale kabidi mimi hawakuni hawakunipa aw, huduma yote pale. Wakaniambiaje kaniambiaje, hichi kituo hapa ni kidogo swali so, na usafiri wenda atakiwa saizi uende wapi, uende kilalodi mimi nikatoka pale, mimi nikaenda mpaka Kibarodi. Nikafika Kibarodi pale nikawaelezea pale pale, ikabidi wakanipa PF3, wakaniambia saa hizi nenda hapo hospitali ya Temeke hapo. Mimi nikatoka pale nikaenda mpaka Temeke. Nikafika Temeke mimi pale nikachukua cheti, nikaenda kwa daktari nikamuelezea, ikabidi daktari akaniandikia sindano pale pamoja na dawa usiku ule nikafunga dawa pale nikapigwa na sindano. Sasa nikatoka pale mimi usiku kama kwenye saa saa saba kasoro, sasa baada kutoka nje pale nikachukua taxi pale, narudi Mbagala. Sasa badali kufika maeneo ya nyumbani pale, tunakuta nyuma yetu inakuja taxi. Baada tulipo simama, si taxi ile, ni taxi ile kutoka nyuma yetu, ikaja ikasimama na nyumba sasa mimi kipindi nateremka kwenye gari sabini kuya sa, akateremka askari mwenye ni aliyokuwa na bunduki yule, kwa na mkuu wake wa kituo sasa. Yule askari mwenye bunduki kabidi akaniwahi mimi, kwa sababu yani sasa yani, un, unatokea wapi mimi? Hata nilichokifanya nikageuka mgongoni ili kumuonyesha mabendeji yale alipona mabendeji, nikamwambia aje mimi hapa ndio mimi nipiga pale ndio mimi sasa hivi natokea hospitali. Badala alivyoona vile, yani, ile askari kitu hicho kifanya kwa sababu alikuwa kavaa na koti, kabidi akajifunika na koti zile. Akasemaje? Mimi si askari. Mimi sasa nikamwambiaje: wewe kama si askari, kwenda bunduki ndio hapo pamoja na uniform hiyo. Nani hata kama askari, kama wewe si askari, tutaonana kesho. Basi kabidi mimi pale wale fanya kitu chochote tena pale. Kabidi wao kaingia kwenye taxi yao pale kabidi wakaondoka. Baada walipoondoka mimi pale kabidi nikaenda nyumbani. Asubuhi yake sasa ndio nikatoka nikaenda Kilwa Road kwenda kumwambia, kwenda kumwambia mkuu wa kituo. Kwa hiyo nilipofika Kilwa Road pale nikamkuta mkuu wa kituo, nikamuelezea pale mkuu wa kituo mwanzo wa tukio lile paka mwisho. Sasa kabidi mkuu wa kituo akamwita mpelelezi akamwambia, yani, andika maelezo yake huyu yote, akishamaliza uje nayo. Kwa hiyo ikabidi mimi nikatoa maelezo yangu pale yote kwa kumpelelezi. Baada nilipomaliza, kwa hiyo ikabidi nikapelekwa kwa mkuu wa kituo, nipelekwa kwa mkuu wa kituo. Ikabidi mkuu wa kituo akaniambia sasa, Kosmas wewe, kwa sababu umeshaumia natakiwa sasa hivi uende ukajitibie kwanza, ukishapona kwa sababu kama faili hapa tushafungua tayari, ukishapona, ili hapa, yako, bine, kwa tatu, nani, bine, sasa kuendeleze kesi yako. Nikajitibia baada ya wiki mbili tatu, ya kupita wiki mbili tatu, ikabidi akaniambia Yani kosma faili lako hapa alipo faili lako unatakiwa uende wapi? Uende Changombe. Ndo akaniandikia karatasi, ananiambia nenda Changombe kwa wapelelezi pale. Uende ukawaambie, ukawaambie yani ukawape kibarua hichi hapa hichi ili wakutafutie faili lako pale. Kwa hiyo mimi nikaenda paka Changombe. Kufika Changombe pale upande wa wapelelezi pale, mimi nikaonyesha kikaratasi kile. Kwa hiyo kabidi wakatafuta pale faili langu wakaliona. Kuliona faili langu sasa ni kazi ndio. Nikawa hapo sasa, kwa mpelelezi yule sasa, nikawa nasumbuliwa kila nikienda pale, ndio kesho, ndio kesho kutwa, yani kwa kweli paka, yani mimi sasa nikawa nachukua hata paka, yani ikafikia siku hiyo kwa mpelelezi mimi pale alinifukuza ili kuniambia mimi pale nisiende tena, kwa sababu mimi hata nilichokifanya, nikasema ni wewe kama unanifukuza hapa, mimi naenda wapi? Naenda station kule. Akaniambia nenda, nikaende nikatoka pale, mimi nikaenda station. Kwenda station kipindi hicho kamanda Kamanda Okay Gewe, kabla hajastaafu ni kweli. Nilipofika pale nikaenda kafikia stingelumu pale nikakaa, maana kamanda Gewe akatoka ofisini kwake kutoka ofisini kwake kuja pale akakuta kuna watu wengi wako pale, ikabidi akaanza kumuuliza mmoja mmoja pale, akamuuliza mmoja mmoja baada ya kufika kwangu mimi, baada ya nipomuelezea ikabidi kamanda Gewe akanichukua mimi akanipeleka kwa wacheni wake akaenda akamkabidhi akamwambia, aje huyu kijana huyu mfuatilie ana faili lake linahusu polisi wamempiga pamoja, yani wamemnyang'anya na hela zake. Kwa hiyo sasa fuatilia hii kesi, hata kama mimi asiponikuta hapa, huyu awe anakuja kwako, hakikisha ile faili inafika hapa.